Tuelekee kaunti namba 23 ambapo tamasha la sherehe za kitamaduni ya jamii ya Turukana ya awamu ya tisa lijulikanalo kama Tobong'lore linatarajiwa kufanyika tarehe 15 mwezi huu hadi tarehe 18 ambapo jamii ya Ateker itayojumuisha Turukana ya Kenya, Karamoja ya Uganda na Toposa ya Sudan Kusini na Nyang'atom ya Ethiopia zinatarajiwa kwenye tamasha hilo huku gavana wa kaunti ya Turukana Jeremya Lomokrai akitangaza rasmi kuwepo kwa tamasha la sherehe za kitamaduni ya jamii ya Waturukana na kudokeza kaunti za Turukana zimeweza kuwekeza shilingi zaidi ya milioni 50 kwa sherehe hiyo. Mheshimiwa wetu wa nchi ya Kenya Daktari William Samuel Ruto, kwa hivyo fainali, ametupatia tarehe kamili, tarehe 16 ndio yeye atafika hapa ili aweze uh, kutufungulia sherehe za Tobong'lore. Kwa hivyo tunataka kuwatangazia wana Kenya wote katika kaunti zote 47 na pia nchi yote ya Kenya kwamba sherehe za Tobong'lore zitakuwa tarehe 16 mwezi wa 12 na mwaka wa 2025. Tukana county a 2 is liaising with UNS, UNHCR to make sure that a good section of our refugees in Kakuma participate in Tobong'lore. Because everybody whether you come from Southern Sudan, Uganda, Ethiopia, and other countries all of us came from here and refugees are also part of it. county number 44 ambapo maandalizi